Mitandao ya simu imekuja na namna ambavyo wateja wake wanaweza kufanya malipo mtandaoni, hususan kwa wale ambao hawana kadi na hawawezi kulipia vitu mtandaoni. Sasa leo nataka kuongelea kadi mbili ambazo nimezitumia mimi binafsi na ninaweza kuzitolea maelezo kwa undani zaidi na naenda kutoa maoni yangu kuhusiana na kadi hizo. Pia, video hii sio sponsored na haya ni maoni yangu binafsi kulingana na experience yangu ambayo nimeweza kuzipata kutokana na kadi hizo baada ya kuzitumia kwa muda mrefu. Na kadi hizo nimezitumia ni kutokea mtandao wa Vodacom na kadi ya Yas. Aya maoni, naenda kukuonyesha ni jinsi gani mtaweza kutengeneza kadi hiyo na jinsi gani utaweza kupata details za kadi hiyo na na mpaka uweze kufikia kwenye kufanya malipo kutumia kadi hizo. Pia, kama wewe ni mgeni katika channel yangu, naomba usisite kubonyeza alama subscribe hapo chini, kisha ubonyeza alama kingine itakotokea ili uwe wa kwanza kupata video zangu endapo nitapost. Sasa twende tukatengeneze kadi ya Vodacom Visa card. Sasa utaenda kwenye sehemu ya kupiga simu kawaida, then utapiga menu ya mpesa, nyota mia hamsini nyota sifuri sifuri alama ya reli, kisha utasubiria ya menyu hiyo itafunguka, then utaenda namba nne lipa kwa Mpesa, kisha utasubiria menyu hiyo ifunguke. Then baada ya menyu hiyo kufunguka, utaenda namba saba Mpesa visa card, then utapiga, kisha utachagua namba moja create card kama hujawahi kutengeneza kadi kabisa, then kadi yako itaweza kuprosesiwa, then utaweza kupatiwa details za kadi yako. Na details hizo zitatumwa katika messages kawaida katika simu yako, na ukishapatiwa details hizo, ukitaka kuweza kuweka pesa itabidi upige tena ile menu kwa sababu Mpesa Visa card ina wallet yake. Kwa hiyo utarudi kule kule kwenye namba nne lipa kwa Mpesa, then utachagua namba saba Mpesa Visa card. Sasa utaingia hapo, then ukitaka kuweza kuona details sasa za kadi yako utaenda namba mbili palipoandikwa view card details au taarifa za kadi yako sasa utachagua pale, na ukitaka kuweza kuweka hela kwa sababu hii e kadi na waleti yake, utaenda namba tatu, weka pesa, then utaweka kiasi cha hela ambacho unataka kuweza kuweka kwa ajili ya kufanyia malipo mtandaoni. Kwa hiyo baada ya kuweka hela yako, utaweza kuitumia kwa ajili ya kufanyia malipo mtandaoni. Kwa wale ambao wanataka watumia application ya M-Pesa, then utaifungua aplikesheni yako kisha utachagua kwenye option ya visa card kama utaiona, kuna ile option ambayo imeandikwa tazama yote, utabonyeza kisha utafungua hii option ya mpesa visa card. Baada ya kufungua option hii ya mpesa visa card, hakikisha bando lako linafanya kazi vizuri, ili uweze kufungua option hii, then itaweza kuload. Baada ya kuload ikisha maliza ku load itaweza kukuletea hizo details za kadi yako. Utaona iko na visions nzuri, kwa hiyo pale utaweza kuweka hela kwa urahisi. Pia utaweza kuona details zako kwa urahisi kuliko kwenye menyu ile kupiga menyu kawaida. Kwa hiyo sitaingia sana into details, nitaenda kwenye kadi nyingine. Kama umeweza kuangalia video hii mpaka muda huu, naomba usisite kubonyeza alama subscribe hapo chini, kisha ubonyeza alama kengele itakayotokea, ili uwe wa kwanza kupata video zangu endapo nitapost. Sasa twende tukaweze kutengeneza kadi ya pili, ambayo ndo kadi ya mwisho siku ya leo nenda kuiongelea, na kadi hiyo ni kutoka mtandao wa Yas. Ili kutengeneza kadi ya Yas inabidi uende sehemu ya kupiga simu kawaida, then utapiga menu ya Tigo pesa nyota 150 nyota 01 alama reli then itafunguka hii option then utachagua namba saba, huduma za kifedha then baada ya kufanya hivyo utachagua option ambayo imeandikwa mix card namba saba Hii ni master card ni tofauti na vodacom visa card. Then utachagua namba moja mix by yes master card. Baada ya kufanya hivyo utasubiri ita load kulingana na mtandao wako, then itaweza kukupa hizi options. Kwa hiyo pale kama hujatengeneza kadi utachagua namba moja tengeneza kadi then utapiga katika simu yako kisha utaweza kuchagua namba moja ili ukubaliane na vigezo vyao na masharti. kadi hii ya Yas ni tofauti kidogo, hii kadi haina wallet, kwa hiyo hela itakatwa moja kwa moja kutokea kwenye tigo pesa, kwa hiyo haina mambo mengi. Ukitaka kutumia kwenye application, inabidi ufungua application ya Mix by Yas, kisha utaweka pin yako ya Mix by Yas, then utaenda kwenye option ambayo imeandikwa cards, iko mkono wako wa kushoto pale karibia na chini, then utaibonyeza ile option ambayo imeandikwa cards. Ukishafungua kwenye option ya cards, kama una card kabisa, utaweza pale chini kwenye create another master card, then kwenye validity utabonyeza, utaona option mbili. Kwangu mimi sitaona kwa sababu nina card tayari, ila utachagua card ya siku 30, then utaweka pin yako, utascan, uta agree kwenye terms pale juu. then kama tayari una card, ukitaka kuona details zako, utabonyeza alama ya jicho, then utaona details za card yako, then utajaza. Sasa nimeongelea kadi mbili, ambayo ni kadi ya card, card ya Vodacom na kadi ya Yas, yes na katika kadi hizi mbili nimeweza kuzitumia kwa muda mrefu, na maoni yangu sasa kwamba kadi gani naiprefer kulinganisha na kadi nyingine, mimi binafsi napendelea sana kutumia kadi ya Vodacom Visa card, na ni kwa sababu kadi ya Vodacom Visa card ni kadi ambayo inakuja na wallet yake binafsi. Nikimaanisha nini? kwamba kadi ya Vodacom Visa Card ni kadi ambayo unaweza kuweka pesa katika wallet yake binafsi, kwamba kama unataka kufanya malipo ya shilingi laki moja na nusu katika mtandao labda wa Instagram kulipia matangazo, utaingia katika option ya kadi ya Visa Card then utaweza kuweka hicho kiasi husika ambacho ni laki na nusu, lakini kulingana na malipo yanavyoenda mtandaoni, basi kuna gharama kidogo za tax. Kwa hiyo inabidi uweke kama laki na themanini ama laki na sabini, kulinganisha na malipo unaenda kuyafanya mtandaoni. Then pesa ukiwa unaenda kufanya malipo, pesa itaweza kukatwa katika wallet yako ya Visa card na siyo wallet yako ya Mpesa. Kwa hiyo hii ndo sababu kubwa ambayo inanifanya mimi niweze kutumia sana kadi ya Vodacom Visa card kulinganisha na kadi ya Mix by Yas. Lakini kadi zote ni nzuri na unaweza kufanyia malipo kwa urahisi katika mitandao tofauti tofauti, aidha unataka ununue coins katika TikTok, aidha unataka ulipie subscription mbalimbali. Kadi zote unaweza kuzitumia katika malipo hayo katika mitandao ya kijamii na mitandao mingine tofauti tofauti. kwa hiyo hii ni personal preference yangu na sikulazimishi uweze kutumia kadi ya Vodacom. Kwao lengo la video hii ni kuonyesha jinsi ya kutengeneza kadi hizo na niweze kutoa maoni yangu kulingana na mimi experience yangu ilivyokuwa. Sijui experience yako wewe ni ipi, lakini sikulazimishi uweze kutumia kadi moja ya mtandao tofauti kulinganisha na kadi nyingine. Kwa hiyo ni personal preference yangu na video hii haiko sponsored na mtandao wowote ule. Kwa hiyo natumai utakuwa umeelewa. Kama umeelewa na umeangalia video hii mpaka mwisho na kushukuru sana kwa support yako pia usahau kubonyeza alama subscribe hapo chini kisha ulike ucomment na ushare kwa marafiki zako na familia ili nao waweze kupata elimu hii nzuri ya jinsi gani ya kuweza kutengeneza kadi za kuweza kulipia mtandaoni na tutaonana tena katika video yao. Until the next one, peace out